Mimi nimeweka moyo wangu kwako, kitu kikubwa kabisa, moyo wangu nimeweka kwako, na ntakachopata ntatoa kwa ajili yao. Hata kama ntapata pesa ninganganie, itanisaidia nini mimi? Hawa wanaonisaidia na mimi, nikipata riziki mimi kama walivyonipa wao, nisio na roho ya uchoyo, hatakuwa na roho ya uchoyo, Mungu atambariki. Mungu atabariki hata kwa naauchoyo lakini pia anapa maisha yake. Oh, Yesu. Mkono wako namna hii, punga mkono kwa Bwana Yesu, mwambie Yesu asante. Asante kwa neema ya uponyaji, asante kwa neema ya kibali, asante kwa nguvu iliyoachiliwa katika ibada hii ya leo, asante kwa nguvu ya unabii ambayo imeachiliwa, ya ukombozi wa nafsi, ya ukombozi wa imani zetu. Tunakushukuru Bwana, pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen, Hallelujah. Amen. Profesa, wewe niite daktari tu, nakati itafaa vizuri. Naona mwanamke, naona mwanamke na na kuona huko peke yako kio ki kwani, uh, aliondoka eh, aliondoka sasa, msisikwe polekani na hiyo na <laughs> halafu baba, kama vidonde ga tumbo kama vidonda ga tumbo, kwenye tumbo kuna vitu ambavyo unaisikia kama vidonda saa nyingine gongo

hivyo mbaya sana, mbaya sana, nakwambia, umaskini wa kwako una hata ah, mke amemkimbia. Hebu fikirie, nakuchukia mke pia, ndugu pia, yani umebaki kama kwenye kisiwa mwenyewe. Na hiyo sb chuo chuo, harufu unaweza jibu chuoni huko, eh, ch nimekosa hela ya kumlipia na mimi nikalala mwaka alikuwa miaka miwili, nimelipa nimejitahidi, milioni milioni, safari hii nimekwama. Mtoto ameondolewa alikuwa ndo anamalizia. Ameenda wapi? Yuko AMF Choga, ni kile cha AMF Dar es Salaam. Sasa hivi amerudi nyumbani, eh yuko tu nyumbani, eh kwa dada yake, kumwambia kwanza akae huko, kwa sababu mimi mwenyewe ananionea huruma, sio sababu umelala, naambia hata ukija huko, sasa riziki yenyewe kule imekosha mimi ni mdo huyo, lakini juzi nimeondoka tu hivi hivi, nikapata nguvu baada ya Bwana kunieleza twende, twendenamini twende, nika, nikanyamaza kimya nikamwambia, sasa sisi ni Waislamu, lakini anayeumwa ndo anayejua shida. Kwani hao wanahubiri mambo ya Mungu wanahubiri, kwani ni yetu. Mambo ya Mungu hao ndio watatuokoa. Kabisa kabisa. Nikamwambia, mimi nimekuunga mkono mjomba. Mungu anamsaidia pia huyu mama kwa jina. Amen. Yes, in the name of Jesus. Mungu anamsaidia pia katika jina la Yesu. Amen. Mungu anakupa kibali katika jina la Yesu. Amen. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Mwingine anakupa zawadi. Huu Yes, ndio mwisho wa kuomba. Leo ndio leo? Leo mwisho, Mungu atakufungulia riziki, utakumbukwa kila mahali sababu na ujuzi wa kufanya kazi e, mahali, na eh. Mtakuja na mimi nitatoa na mimi sadaka hapa. E, kabisa katika jina la Yesu. Kabisa kwa damu ya Yesu

Baba, Yesu Yesu anakupenda sana. Amen. Amen. Amen. Mesema, kitano, Amen. Amen. Amen. So, Amen, maana amekuleta hapa. Kuna mtu amesema natoa 500 mtoto wako Sawa. Utamwona muda nitalipa kwa kwa kwa temu. Eh? Kwa temu Eh? Eh, hiyo. kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Leo leo Leo Leo tu maisha leo, tu, maisha yake yamebadilika. leo. leo. Sasa ya kwangu haijachukua hata dakika ni Eh. Sekunde. Sekunde yeah. Haka <laughs> yeah. Yeah. Yeah. nilikuwa naangalia huyu mhubiri huyu naangalia nasema, <laughs> wenzangu ni hao ndo wanadamu, ni viatu wamevaa vizuri, <laughs> wanapendeza, hao ndo wako na Mungu. unamwambiaje Yesu? mimi nimeweka moyo wangu kwako. <laughs> kitu kikubwa kabisa, moyo wangu nimeweka kwako, na nitakachopata nitatoa kwa ajili yako hata kama nitapata pesa ning'ang'anie, itanisaidia nini? Mimi mimi hawa wanaonisaidia, na mimi nikipata riski na mimi mtatoa kama walivyonipa wao, nisio na roho ya uchoyo. Thank you. Anaahidi hata kuwa na roho ya uchoyo k kiwa Mungu atambariki, kiwa Mungu atambariki, hata kuwa na roho ya uchoyo, lakini pia anampa maisha yake yote. Yesu, Yesu. Mkono wako namna hii, punga mkono kwa Bwana Yesu, mwambie Yesu asante Asante kwa neema ya uponyaji, asante kwa neema ya kibali, asante kwa nguvu iliyoachiliwa katika ibada hii ya leo, asante kwa nguvu ya unabii ambayo umeachiliwa, ya ukombozi wa nafsi, ya ukombozi wa imani zetu. Tunakushukuru Bwana, pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen! Haleluya! Baba, unajisikiaje sasa hivi? Unajisikiaje sasa hivi? Mwili, kichwa, nini? Ni kama nilikuwa kwenye moto, sasa nimetolewa kwenye moto hivi. E, nas nasikia, na, nasikia kama mwili unaingia baridi, yani kama vile mtu ambaye ameambiwa kaa, pumzika. ulikuwa umetoka safari ndefu, sasa nimekalishwa, sasa nimekalishwa kwenye kiti. E, yani nimeambiwa karibu bwana mzee, hebu pumzika. Emu mleteni na chakula, sasa hivi nakula chakula. Sasa hivi ni chakula nakula. <laughs>